Songa mbele. Mheshimiwa kwa kipindi kirefu sana kumekuwa na tatizo la wakimbizi eh? Tanzania sio mzalishaji wakimbizi, ongera kwa hilo kwanza. mm -hmm. Lakini imekuwa barabara kuu ya, ya kupita kwa uh, biashara ya binadamu. Magari yanakamatwa Morogoro, Dodoma na kwingineko. Watu wanajiuliza hakuna watu mipakani wa kuzuia haya, mpaka gari inapatikana katikati ya nchi imefika huko na, na, na, na, na raia wa kigeni ni kweli. Kwa kweli, lazima tu, tuseme tu kwamba hili ni tatizo, lakini si tatizo ambalo halina majawabu. Kutoka kule juu kabisa Sirari mpaka huku chini Tanga, mpaka wetu ni mrefu sana. Sote tunajua kwamba kuna vituo mpakani tumezoea kusikia Sirari, na Namanga, Holili, Horohoro, lakini katika hizi siku mia moja tumekwenda zaidi ya hapo. Tukajiangalia tuka hivi tatizo ni nini hasa hasa, kwa nini tunawakamata Mtwara, kwa nini tunawakamata Iringa wakati mipakani pale tuna askari eh? tuna askari polisi, tuna askari wa uhamiaji katika mipaka yetu. Tumefanya utafiti kutoka kule juu kabisa kule mkoa Mara mpaka Tanga. Kuna vituo vingine, wenzangu wa pale uhamiaji wanaita matobo, yako matobo themanini na sita Yaani, sehemu ambazo hawa raia ambao wanataka kutoroka wanaweza kupenya themanini na sita. Ukumbuke tuna jumla ya askari polisi elfu arobaini na tano nchi nzima, na tuna askari wa uhamiaji elfu mbili mia nane na kumi. Hata ukiwaweka wote kutoka kule Mara mpaka huku ukawapanga hawatatosha. Ukumbuke vile vile kuna mpaka tena wa kutoka kule juu Bukoba naenda chini Kigoma mpaka kule chini kabisa Leki Nyasa, na upande huu tena anzia Tanga shuka kote mpaka Mtwara. Kwa hivyo hawa watu wana fanya wanakuja wakifika karibu na, na, na, na, na mpaka wanashuka wanatafuta hayo matobo sasa. Alafu wakishapita kwa upande ule wanakuja wanakuja wanakuta mahala ambapo kwa mfano tuchukulie labda Horohoro horo. Wanaweza kuwa wamekuja na gari kutoka Kenya lakini kat, hapa hapa nchini kuna watu ambao wana wanawawezesha na hao ndio tunaowatafuta sasa sisi. Wanaweza kaacha lile gari la Kenya kule, linakuweko gari jingine huku sasa, wao wanatembea mpaka wana wanakuja wanakata, wanalipata hilo gari. Wakishalipata hilo gari, wanaanza safari. Tumeshaanza kutambua vituo mbalimbali ambavyo wanakuwepo na hivyo tume nimewaelekeza askari polisi pamoja na askari uhamiaji kwamba mahala popote tunapowahisi kwamba hivi ndivyo vituo au kuna watu ambao wanawawezesha wana, kuendelea na safari, tuwakamate, tuwahoji, wajue kwamba tunawafahamu. Kwa hivyo hili ni swala la, la, la, la, la, la, la, la mtandao ageni tena. Kuna mtandao ambao unakuwekwa undani na watu huku ndani wanalipwa sasa huo mtandao tena, tunafanya kila njia tuhakikishe kwamba tumeuvunja. Katika hizi siku mia moja tumeweza kuyabaini hayo. Kwa hivyo ni kazi ya ziada imefanyika, na sasa hivi utaona namna tunavyowakamata kwa wingi zaidi. Zamani tulikuwa hatuwakamati kamati sana, lakini katika hizi siku mia moja za utawala wa awamu ya tano, mheshimiwa uh, Dkt. John Pombe Magufuli, tumeongeza bidii na tumeweza kuwakamata wengi zaidi. Wimbi la kukamata halikuwa hivyo huko nyuma. Kwa hivyo bado tunaendelea na tunatafuta sasa kuvunja huo mtandao wa wale watu wanaowawezesha kupita katika nchi yetu. Kuna suala la wakimbizi. Tanzania imekuwa wenyeji wa wakimbizi kwa muda mrefu, lakini sasa hivi kuna matatizo kidogo katika maziwa makuu. Uh, wanakimbia huku Waziri Mkuu analiambia bunge katika kikao kilichomaliza kwamba kuna wakimbizi zaidi ya eh, laki moja hivi na 45000 na vitu kama hivi. Mnafanya nini kuhakikisha kwamba wenyeji wa wakimbizi hao ambao ni Tanzania wanakuwa ni salama? Labda niseme tu kweli unaozungumzia hapo laki moja na elfu arobaini na tano, in fact ni laki moja na elfu hamsini na sita hawa ni wa Burundi tu, lakini tunao wengine kama elfu sitini na mbili kutoka DRC. Kwa jumla tuna wakimbizi mpaka kufikia, uh, wiki iliyopita, tuna jumla ya wakimbizi <coughs> laki mbili na elfu kumi na nane na mia sita na kitu hivi. Ile ya mwisho figa za mwisho sinazo sahihi hmm, lakini tuna laki mbili elfu kumi na nane na mia sita na kitu na, na hawa tunazungumzia wakimbizi kutoka Burundi, tunazungumzia wakimbizi kutoka DRC ambao wamekuwepo muda mrefu kidogo, lakini sasa hivi tunapata mpaka wakimbizi kutoka Siria, Yemen, hata, Burundi, hata, hata Uganda wachache sana, lakini kwa mfano kama Siria tunao, tulikuwa nao kama kumi na tatu. Sasa mwanamke Mtanzania anayekufuata hapa kusikiliza hii nampa mshangao. <laughs> <laughs> ni kweli, ni kweli, ni sahihi <laughs> ndio lazima <laughs> <Nasima> niwaeleze <laughs> Watanzania na wajue hali halisi <laughs> ilivyo eh? Wale wakimbizi kutoka Syria <laughs> <laughs> ni kweli eh. Sasa katika hali kama hiyo, ni kwa sababu nchi yetu ni tulivu, ni kwa sababu wanapokuja hapa Tanzania hawana bugudha. Sasa hili ni tatizo na sasa kutokana na convention za kimataifa tunasema, <coughs> hivi mkimbizi anapashwa kwenda kwenye nchi anayopakana nayo. Sasa Syria, sisi hatupakani nayo, lakini yeah. Burundi tunapakana nayo, DRC tunapakana nayo, wapo no. Sasa kinachotakiwa sasa hivi ni kuimarisha katika maeneo yetu ya makambi eh, na leo leo mchana nilikuwa tunamwaga mwakilishi um, wa UNHCR hapa Tanzania ambaye atakwenda atarudi, anakuja mwingine. Lakini hili vile vile tumelizungumza ni kwa namna gani sasa tuhakikishe kwamba kuja kwa wakimbizi na kutoa huduma kwa wakimbizi kuwasaidie wananchi ambao wanaishi katika maeneo hayo. Hili tumelizungumza kwa kirefu na tumekubaliana kwamba pamoja na kwamba wakimbizi tunakubali waje, lakini na sisi <clears throat> kama Watanzania, nguvu yetu tunayoitumia kuwahudumia hawa, kuweka usalama, lazima vilevile Umoja, umoja yani UNHCR ione ni kwa namna gani Tanzania itawasaidia wananchi wanaoishi eneo la, la, la, karibu na, na hayo maeneo ya wakimbizi. Kwa mfano, kwa nini tusijenge hospitali ya kudumu? Kwa nini tusijenge shule za kudumu? Hata kama wale wakimbizi wataondoka, basi shule hizi, hospitali the dispensary hizi, zahanati hizi ziweze kuendelea kuwahudumia hao wananchi. Kwa nini tusitafute maji ambayo pamoja na kuwa tutayapeleka kwenye kambi za wakimbizi na vijiji vinavyozunguka pale, na vyenyewe vifaidike? Kwa nini tutumie magari ya kwetu? Kwa nini wasilete magari, gari la mkuu wa polisi, gari la afisa uhamiaji katika eneo hilo? Kwa sababu zile resources tulizokuwa nazo zilikuwa zimepangwa kwa ajili ya wa Watanzania, sio kwa ajili ya wa wakimbizi. Kwa hivyo mnapoleta wakimbizi wa, tunapokubali kuwapokea basi, na vifaa vinavyowahudumia wakimbizi vije, na jumuiya ya kimataifa ichangie, na sisi vile vile tuone kwamba pamoja na ukarimu wetu wa kuwakaribisha wakimbizi na sisi vile vile tunafaidika kwa namna moja au nyingine. mm -hmm. Sawasawa. So, so. Mheshimiwa, katika haya mambo ya mipaka e, kuna mpaka mkubwa sana wa bandari ambao ni mpaka mzito wa kuingia nchini kwa kipindi kirefu sana e, tulishuhudia kwamba mpaka huu unalindwa na makampuni binafsi. mm -hmm. Sijui kama wahusika walijua kwamba bandari ni mpaka, sio tu eneo la kusafirisha bidhaa e, lakini tunaona katika siku mia moja Rais Dr. John Pombe Magufuli ameamrisha mpaka ule urudi mikononi mwa Crown jeshi la polisi mmeshughulika vipi na hiyo bila kuleta madhara mengine? La kwanza, ukitaka kufanikiwa lazima ujue namna ya kujipanga na kuweka mipango mizuri. Labda nianzie chimbuko la hili la kuondoka askari kule bandarini lilikuwaje. Askari wa polisi walituhumiwa au walishiriki katika udokozi dokozi, ikaonekana okay, kwamba a askari ndio wanaosababisha udokozi hapa bandarini. Lakini tukasahau kwamba kuna mfumo na kuna watu ambao ni askari Sina hakika, sina uhakika kwamba kama una mfumo alafu kukatokea baadhi ya watu wachache wakawa wanaenda kinyume na huo mfumo ukaamua kutupilia mbali huo mfumo. Hicho ndicho kilichotokea pale bandarini. Kulikuwa na askari wasiokuwa waadilifu, wasiokuwa waaminifu walishirika katika vitendo ambavyo ni kinyume na maadili ya kazi yao. Sisi tukaamua kuondoa askari polisi wote. Ni kweli hata mimi nili, nilipoteuliwa nilipotembelea kule nilishtuka kidogo hivi pale. Na manga unaweza ukaweka grupu 5 kwenda kulinda pale eh? kwa sababu bandari ni mpaka, Julius Nyerere International Airport nao ni mpaka, uwanja wa ndege Mwanza nao ni mpaka, kwa sababu kama ndege inaruka inafika pale, kwa vyovyote vile lazima kuta, inatoka nchi za nje, ni mlango wa kuingilia, ni mlango wa kuingilia, ni mlango wa kuingia chini. Sasa kilichotokea ni kwamba ni lazima sasa tumejipanga tayari tumesharudisha kama mweshi, kama Amiri Jeshi mkuu alivyotuagiza tumesharudisha askari polisi, lakini tunatengeneza kikosi sasa, na lazima tuweke miundombinu ikiwa ni pamoja na jengo ambalo litakuwa ni kituo cha polisi cha, cha bandari, lakini bila kuvuruga utaratibu mwingine waliokuwa nao. Tunachojaribu sasa ni kukaa na kuhakikisha kwamba anayekuwa juu ni polisi auxiliary polisi wale, kwa sababu kwa kweli, ni iwe mkweli kwamba hatuwezi kuwa na polisi wa kutosha, kwa sababu pale inahitaji polisi kama m, kama labda kama elfu tatu elfu nne wakuwa wa kulinda pale. Sasa tutashirikiana na wale auxiliary polisi, lakini mm, msimamizi mkuu lazima liwe jeshi la polisi, na nimezungumza na IGP nikamweleza askari yoyote atakayekwenda pale akashiriki kwenye vitendo vinavyoenda en, kinyume na maadili ya kazi yake, siku hiyo hiyo apelekwe kwenye mahakama yaki, jeshi ya kijeshi la polisi atupishe, na hilo tutalifanya sasa. Kwa hivyo jeshi la polisi limechukua nafasi yake, sasa jeshi la polisi tayari limeshachukua nafasi yake, eh, la yake. Mm -hmm, lakini na, linatokea mm katika kituo cha kati yani, central police. Aha, sawa sawa, naam hmm. so, so. tunajaribu ku, kuangalia mambo muhimu yaliyojitokeza katika utawala wa e, Rais JPM siku mia moja na sasa tunasema siku mia moja na kadhaa e, hasa katika wizara mambo ya mambo ya ndani ya nchi, eneo ambalo rais mwenyewe alilizungumza sana maneno yake na hata mazungumzo yetu yanatoa majuu ya mwenendo mzima Uh, wa maneno ya mheshimiwa rais, juu ya polisi na namna ya kustajabisha kuvamiwa kwao, lakini pia uh, juu ya ulinzi wa mali za wananchi wa Tanzania na usalama mkubwa uh, kwa ajili ya raia mimi na wewe wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kati ya lugha nzito kabisa za mheshimiwa rais uh, Dr. John Pombe Magufuli akizungumzia usalama uh, wa nchi hii. Tupumzike kidogo uh, tu, tu, tunywe maji tukirejea, tutazungumzia vit, vitambulisho eh, vyangu mimi na wewe Mtanzania na nini kimetokea.